Na kusalimu msikilizaji wa RFI Kiswahili, leo nakuletea msanii kutoka kule Beni, mashariki mwa DRC akifanya sanaa ya muziki. Huyu ni Sweet Brown Fresh Leader, atakuwa akizungumza na mwenzangu Ruben Kakule Lukumbuka. Karibu sana msikilizaji, hiki ni miongoni mwa vibao vyake, vumilia

Chunga sana usibague, mana yote inaweza kutajirisha. Ay, mwala we tunga za onikwameneke okabozinga nemukuwirae ukole ukole na manyi, vumilia hata kazi ikienda kuwa vigumu kwe Kakule Lukumbuka msikilizaji ndiye anayezungumza na msanii huyo. Kwanza Ruben, jina lake halisi ni nani na Mumbi? Niko naye hapa, eh, naomba ujitambulishe. Yes, kwa majina naitwa, anaitwa Gloire Tsongo kwa jina ya familia, eh? Ila ya music unaweza niita Sweet Brown Fresh Leader. Wewe ni kiongozi yani unajua mi nafanya mziki kama mi peke so sina ambapo ananiongoza ndio maana najiita leader. Mm. Sawa sawa kiongozi wa mwenyewe nam. Uh, Sweet uh, Brown, umeanza mziki tangu mwaka gani? na hadi tumefikia sasa niko na kama miaka ine hivi kwa music na mziki kabisa nilioanza tu uh, ulikuwa tu ukikuja Uh, kwenye nafsi na nilijikuta tu nimekuwa mwanamuziki na saizi kabisa na, niko nafanya mziki kama kazi na una, ukilingana na uh, pendekezo yani magumu magumu ziko mingi ndani ya music, ila tu tuko naendelea kukazana uh, pia kupitia shida za mji wetu, nchi yetu, yani ni kukazana tu yani sio mm. Si, sijui kama niseme nini. Ni sawa sawa. Pengine ni mziki wa aina gani ambao huwa unafanya? Uh, world music eh, yani mziki ambapo wengi sana wanaimba eh, sio rumba sio ya gospel, ila ni nyimbo ambapo inagusia popote, so naweza kuimbia na kugusia kwa kushauria, naweza kuimbia na kuchezesha, yani inagusa popote kabisa. Ah, tuseme mziki mchangamano yeah. Eh, wakati mwingine reggae wakati mwingine ni hip-hop, hivu, hivu. Wakati mwingine sijui mambo kama hayo. Ni changamoto za aina gani ambazo tangu pale ulivyoanza, na ni mwaka gani sasa hasa zaidi ulianza? Uh, yani mi nilianza kwenye elfu mbili kumi na nane ndo nilianza music miaka mm -hmm. minne kama ulivyosema, ndio yani saii tuko elfu mbili ishirini na tano, ndio yaani uh, magumu ambapo zaidi sana mimi napata ukilingana oh, sana kuhusu management, kwa maana mm hiyo -hmm. ni zaidi ya miaka minne huko kwenye msani, eh, kwenye uh, fani ya muziki, ndio kuhusu management kabisa tunajikaza, unaona, kuingia studio, kulipa video na hata saa zingine naweza pata mtu ambapo ana support kusema Sweet Brown, hebu na nakufanyi, nakufanyi, kufanyisha show, wende ukafanye show sijui pali fulani, ila kulingana na hewa uh, shida yaani watu wana huko wamekimbia nini, inashindikana. So unaona engine nayo pia inakuwa sasa inapoteza sana uh, future yetu mm -hmm. yeah, yes. Kwa maana hiyo vijana wengi wanajituma bali hawapati sapoti kutoka sehemu yoyote, e yaani kabisa huku tunajikaza tu, lakini vyingi kabisa vinaharibika. So gizi nimesema kuhusu management na zingine kuhusu hali ya hewa, hivyo e, hivyo kabisa. Ila kabisa si kujikaza, tunajikaza na ukisikia nyimbo, ukisikia wimbo kabisa, utasikia mtoto anaimba na ukisikia namna gis, utanikuta kwenye stage, utakuta kiwau mtoto naye ameimba tu kabisa, ila inji na sapoti ndo inakuwa sa inacheza, inacheza kabisa. okay, Sweet Bro, pengine ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mchango gani ambao huo unatoa kwa sababu eneo hili kama unavyojua lina matatizo kama vile umesema ya kiusalama na wewe kama msanii ni mchango upi ambao tunaweza kusema kwamba ni kweli kijana huyu anautoa, ili kwamba viongozi labda wakasikia wanaweza wakafanyia kazi? Uh, yani uh, ukifa, ukifatana siwa, si wasanii zaidi sana uh, si wasanii tunaimbaga vitu na tunamaanisha uh, kama kuna siku za uchaguzi ilikuwa tuliimba nyimbo ambapo zina leta shauri kwa watu, so tuko naimba kama watu wachague vizuri, tusije tukaanguka. Tunaimba nyimbo zingine zina uh, ingine nyimbo niliimba inasema adui, yani kufuatana na wadui ambapo wanatuz, wanatufuatilia sana uh, yani kwa, kwa uzaidi ukifata nyimbo zetu zina, zina, eh, zina vitu ambavyo viko reality yaani, unaweza pata shauri fulani, unaweza kitu ambacho ulitaka fanya, kama ni kibaya, ukisikia nyimbo wangu kinaweza eh, kinaweza kubadilisha, na unarudia kwenye laini kabisa, nakua poa sana. Uh, pia zaidi sana, sio kusema mahubiri ndio inaokokesha watu, ila kwa muziki pia, ukisikia inaweza kutoa kwa vitu vibaya pia kwa wale ambapo wanafanya biashara sijui kama gani, so kusema kama ukisupport msanii ndo hautafanya biashara, ila ukisupport msanii ni biashara tosha kabisa. Sa, sababu nikiona vizuri uh, kwa zingine nchi kuna watu wa, wanaofaidika sana kupitia wasanii kupitia watu wa sinema kupitia, yaani watu ambapo wanafanya sanaa, eh? ni watu ambapo wanaongeza Uh, utajiri pia kwa wengine namna hivyo. Naam, ni kweli kabisa. Na pengine ni wimbo wako upi ambao umetia fora, mmoja tu ambao wewe oh, ukiusikia hata binafsi unakukuna moyo uh, zaidi sana? mm, niko na promotion ya song inaitwa Adui e, unajua hizi siku kwetu kuna eh, changamoto mingi sana, tunaandamwa sana na, na waadui, ndo maana niliimba nyimbo Adui e, nikisema wale wadui wanaotufuatilia kila siku, kuna siku moja watalipa hiyo uh, damu ambapo wanamwanga kila siku, na sisi tuungamane, tukue mkono mmoja uh, ili uh, tuokoe taifa ambapo ingali pembeni, ila tusikue kama tunasemana, tunatetana eh, tuna tuna, pia tunauana sisi kwa sisi, pia tena wadui kule no sisi kabisa, tuandamane, tujenge Kongo mpya na tuiboreshe kabisa. Watu pia wakuwe na namna, hamu ya kukuwa, natoka nji ya mbali kufika Congo. So nikiangalia sahizi, hata sijui kama mganda Mtanzania ukimwambia enda Congo, aya, anakwambia mimi staki sababu, <laughs> kupitia na changamoto ambapo zinapita kwetu, ila uh, mimi na imani kabisa hii mambo itaisha, na haina muda mrefu kabisa inaenda kuisha. Umeshawahi kujikuta katika shida umejikuta katika shida eti kwa sababu umetunga wimbo ambao labda haukupokelewa vizuri na viongozi ama wakuu? Uh, kwanza kwa mimi uh, naweza sema no sababu zaidi sana sifanye hiyo music sana, nakuaga nafanya tu siku moja moja eh. ila haziwafiki hawazisikii sana eh. Eh, ila kuna wale wasanii ambapo wanawasikia ambapo wanafanya hiyo style na zaidi sana tulikuwa naimba nao no. kama huyo ambapo amekufa huko Goma alikufa na tumefanya naye wimbo ambapo unaitwa ndio Idengo, Delikati Idengo alikufa na tumefanya naye wimbo unaitwa machozi e, na hiyo hiyo hiyo wimbo tulikuwa na imba zaidi sana ke, e, yani zaidi sana watu uh, tusikue tunalia sana wakati vitu vinachafuka eh, tusilie sana ila tukazane sana tupate suluhisho ile, hiyo machozi haitafanya kitu yani tukazani sana pia tupate hiyo pisi ya amani kabisa, yani mm -hmm. E, ni wimbo ambapo uko YouTube uh, ukiandika Sweet Brown Fresh Leader Sweet Brown machozi fit Delcate Idengo, utakuwa umeipata. Pia ina video ambapo ni poa sana. Aksante Ide, ah, Ruben. Wimbo huo tayari nao hapa, wacha tuusikilize na kwenda namna gani atumbuwe aviak vyetu vyosiv

gani tutalia ka mama paka siku gani tutalia ka papa paka siku gani tutalia ka brada oh sta oh machozi na tiririka kutoka Ituri mpaka Dego. Msikilizaji, wimbo unaitwa machozi na ndio alimshirikisha msanii huyo aliyeaga dunia. Kama ndiyo kwanza unafungulia redio yako, haya ni makala ya Nyumba ya Sanaa. Jina langu ni Stephen Mumbi na asante kwa kutuchagua kuisikiliza RFI Kiswahili, ikisikika vizuri kupitia masafa ya FM katika nchi zote za Afrika Mashariki pamoja na mtandaoni kwa www.rfikiswahili.com. Cheki video yake inavyovutia bila shaka. Ruben unakubaliana nami na zii ambayo ni poa sana na muziki wako unapokelewa vipi hapa Beni, lakini pia katika maeneo mengine ya ulimwengu yaani? Uh, kwa sasa kabisa naweza kusema kweli, uh, tunaanza ona mabadiliko sababu, nikisema zamani hiyo wakati tulianza tulikuwa, eh, wanatuona tu kama watu, watu moja hivi so wanaanza, ila kwa sasa hii kuki, kukikuwa show kubwa sana hapa kwetu Beni, eh, tunakoga miongoni ya wale ya watu ambapo wanafanya kwenda fungula nani podium e, zaidi sana wanatuita na tunaimba kabisa. Watu wanatusikia wanasema, watoto yuko na kuja, yaani nasema uh... Tumejitoa eh? Mm. Tunaenda kwa kujitoa, sio kusema tumejitoa, ila hapa karibuni tunaenda kwa kujitoa na tunasikika, tutasikika vizuri sana ila kwa youtube na saizi watu wamenifollow na baki kama na laki mbili ili nieneze e, elfu mbili mm -hmm. ya, ya watu ambapo wananifollow eh? Mm -hmm. e, pia kwa views naenda eneza pia elfu sita hivo elfu saba hapo watu wiko nanifollow follow, wiko nani follow nafurahi sana kabisa. mm -hmm. Ndio. Okay. Nimeona kweli mziki wako unapokelewa vizuri katika jamii kimtazamo. Oh, Sweet Brown, ni, nielezee tu uh, nini miradi yako ya baadaye? Yaani mimi future yangu nataka mziki wangu unipe maisha bora. Nataka maisha, yani music ikuwe eh, ikue suluhisho ya maisha. Yani sisemi kama mimi ndo inisaidie peke yangu, ila nataka isaidie familia pia na marafiki pia hata na wenye sijui, iwe suluhisho iwasaidie pia mayatima kama nikipata, naweza wasaidia uh, pia kuki, kukikua watu ambapo wanapenda kuto, kutoa watu ambapo wanakuja eh, wa upcoming wanaweza kutwita hata kwa nchi za mbali, tuko tayari. Unajua, music sio kusema mpaka kwa nchi za kwenu, hata mtu akiwa Kenya naita Sweet Brown, nataka nitumike nawe, niko tayari. Hata e kama sahizi natumika mwenyewe, lakini nikipata management ambapo iko poa sana, niko tayari kabisa. Okay, uwe binafsi katika uh, fani hii ya muziki ni mwanamuziki gani ambaye ukimsikia hata wimbo wake unakukuna, una na unatamani kufanya na yeye e, featuring, tofauti na vile ulifanya na uh, mwanamuziki ambaye leo ni marehemu Delcate Idengo? uh, zaidi sana kwanza mimi hapa Beni uh, wengi sana wananijua aa uh, kama naimbaga sawa msanii ambapo iko Uganda, wanamuita Fik Fameica, sababu siku za nyuma hapo nilizoea kwenda Uganda na zaidi sana miondoko yao stailo yao eh, nimekuwa kama naimba sawa wao eh, yaani napendaga huyo Fik Fameica fresh boy. Labda ndio inakufanya upokelewe vizuri katika jamii pengine, lakini sijui, kwani nikiangalia wakati nilianza nilikuwa sija vuka Uganda lakini nilitoka huko nikibadilisha style nikaanza imba kama Waganda, na sahi kabisa ni na, na umaarufu kidogo kwa uko, kwa hiyo style kabisa <laughs> yeah. <laughs> uh, hata wewe mwenyewe unaji unajisikia kuwa na fahari? Yaani, nafurahi sana kwani wakati nilikuwa Uganda hapa ya mwisho mwisho kulikuwa nipata chance nifanya challenge collab collaboration na uh, Eddie Kenzo mm -hmm. Eddie Kenzo huyo, uh, msanii Eddie Kenzo kutokea Uganda Kampala, tulifanya naye ka, song moja hivi ya dakika kama tatu hivi. Uh, ni nyimbo ambapo hapo karibuni tunataka fanyia video, tulifanya na Eddie Kenzo. Yani, nyimbo inaitwa practical kwa nyimbo yake mpya eh, so ilikuwa kama cover challenge collab yes. okay. na uh, una album ngapi? album ngapi ambazo tayari umeshatengeneza? Uh, kwa album sijafikia lakini saa hizi kabisa natayarisha kufanya sasa album mm -hmm. Na ni albumu ambapo nimependa ikuwe na vichwa kumi, na kusema kuhusu kichwa ya album sijatayarisha, sija, ila hapo karibuni inakuja Yaani, niko natayarisha tu kwa ona kwa, kwa namna gizi nitafanya gizi album ikuwe tayari, ila ya maana sana nilikuwa napenda support uh, kwani album kusudi itoke inaomba pesa shauri promotion, yaani vitu vingi sana ndo nitataka usaidizi usaidi kwa kiyoyote so kama uko pro, uko promoter so kama uko DJ hapo kabisa, tukiwasiliana au kinisaidia nitafurahi sana tukielekea kumalizia, uh, kabla sijamrejeshea mwenzangu uh, Steven Mumbi yeah. uh, microphone, pengine wewe binafsi, ni ujumbe gani ambao pengine unaweza unao kwa kuwatolea wasanii wenzako? Yani, wasanii wenzangu, kwanza ningependa kwanza tupendane na tuwe tukisaidiana kwa vitu fulani fulani. So nikitosha nikitoa yani nyimbo mpya eh? Yani, inaweza kuwa bora unaushika, una unauweka kwa WhatsApp zaidi sana, nikiwa na show, so kusema oh, utafika kwenye show yangu amini, msanii pia no. Tuwe mm, e, tukisupportiana kwa YouTube tu, eh hivyo kabisa ni poa sana. E, we, na pengine ungehitaji unge kutoa wito unapatikana namna gani? labda unahitaji sapoti kutoka kwa uh, mapromoters wengine yes, ama wafadhili yeah. kwa Facebook, kwa Facebook page unaweza andika Sweet Brown Fresh Leader of to be style. Hata ukiacha of to be style Sweet Brown Fresh Leader unanipata. TikTok hiyo jina tu, uh, YouTube pia hiyo jina uh, Sweet Brown Fresh Leader pia, kwa WhatsApp unaweza tumia plus 2 tu 43 kwa uh, Kiingereza hapo, ongea uh, kwa, yeah, kwa Kifaransa ni tatafsiri. yes, kwa Kifaransa ni 43 <laughs> uh, ndio, uh, alama kujumlisha, mbili nne tatu, uh, noa, uh -huh, tisa E, tatu tatu sita tisa kumi na moja. Asante pia mm -hmm. Okay, lakini nyinyi kama wasanii bila shaka mnatakiwa pia kuchangia swala zima la amani, ama unasemaje? Hiyo ni kweli kabisa, sababu fazi ambapo kuna amani na kuna utajiri mm -hmm. na kuna kiokiote kabisa, yaani kuhusu amani sijui uh, kama ndasema vipi, ila kabisa amani kwetu hakuna ila Uh, mi ningependa sana watu tu gizi, nilikuwa nasema watu waungane eh, wa, wawe wawe kitu kimoja kabisa. Mm -hmm. Na wao wakifikiria sana wakati ya uchaguzi, nafika tusikuwa nachagua chagua jo, kusema huyo alinipa pesa sijui nini, hapo tunakuwa tunajiweka ndani ya hatari sana eh. Ila kabisa tukuwe tukifikiria sana a, a, mbele ya kufanya kitu, tuwe tukiona mbali kwanza hivyo. Mm -hmm. eh, kabisa <laughs> Oh, oh, oh, oh. Sweet Brown. Anerudie kama itatokea siku umenimisimie namba na yangu ile ile. Naomba unipigie kama ukipata muda unitembele, sikwa ubaya ila hali tu unijulie ni mapenzi yako sitaki kukuharibia. Munapendana na, na bebi wako, paka wivu nasikia na, na mesi sana mapenzi yako zamani, unge nirudia. Sitaki kusema mengi, japo moyo ninaumia mwenzangu, wanafaidi mapenzi unayopatia. Oh, na misi vingi, mapenzi unayajulia

Yeah, yeah, yeah. Asante sana Stephen Mumbi, huyo anaitwa Sweet Brown kutoka Fresh Leader ameongeza hivyo kutoka hapa Beni mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni mkoa wa Kivu Kaskazini. Ah, kutoka hapa mimi naitwa Ruben Lukumbuka kwako Steven Mumbi. Mapenzi unayompatia na miswingi. Mapenzi unayajulia. Bei 20 shilingi. Masala wame Asante Ruben Lukumbuka. Shukrani kwako pamoja na Sweet Brown fresh Leader ambaye umezungumza naye. Mimi ni Steven Mumbi. Juma lijalo ni makala nyingine, nifuate mitandaoni, andika Tinini Mumbi. Kwa heri na uwe na wakati mwema yeah.